Mtoto wangu mtoto wangu serikali nione nione nione nione niachie watoto watoto wake <facial> e e Mama Samia, Mama Samia wewe ni mzazi. Wewe ni mzazi Wewe ni mzazi jamani Wewe ni mzazi mtoto anauma anauma Anauma ajaugua hajaugua, jamani, anacheka. Omari anacheka, anacheka tu, ananitania, anaita, anaita, we mama yangu, mama yangu, mama Eli, uko wapi sasa? Oh, sasa baba, oh, wa mashaka, lazima yapa mtu amekufa kwa kipigo eh? Kawawa na nini Omari? Kawawa na nini Omari? Wamepiga wameua eh, wamepiga wameua kweli eh? Mtoto wangu ni Muislamu, kama wakisha rekebisha serikali iruhusu azikwe, aache kukaa kwenye mafiriji, aache kukaa kwenye mafiriji. Anaungua mtoto wangu, anaungua, amekufa na maumivu makali wamepiga wameua wakatupe kule. Yey! Waniama haja umwa mtoto wangu. Anaumwa. Anaumwa. Anaumwa. Eh. Kamtafutie wapi mimi? Kamtafutie wapi mocho ali? Niende nikaangalie. Nikaangalie walivyo mtoboa. Nikaone walivyo toboa walipo nikaona mm. Wa mzungu wangu wa wa mali mzungu wangu mali. Mzungu wangu Eh, watoto wake <inaudible> wako wapi <inaudible> <inaudible> watoto watoto watoto watoto watoto watoto, jamani, watoto wa mindu watoto wa mindu Amidu, watoto watoto, jamani, watoto wako wapi? watoto atotoama aimani miaka mitatu miaka mitatu, haende wapi? Nani amubebe amubebe amubebe? Yo, Ungeacha watoto wake wakakua, Ungeacha watoto wakakua. Jamani, aliwatukana mali Aliwaibia, alikosa nini mpaka mna mtoa? Najua Omari siyo mgomvi, hajui kugombana na watu, hajui kugombana na watu, watu, Omari siyo mgomvi jamani. Eh, mama yangu wewe, ndo uliniza wewe, ndo mama Eli, mama Eli, mimi siwezi kukubishia, unachosema ndio hicho mama yangu. Mama yangu nakupenda, mama wee wapi e, sijui nitamwambia nini na mkabizi. Mungu Mungu atamuona, Mungu atamuona, yeye ataenda wapi? Nani asiyekufa? na mitume walikufa na, e, na yeye ataenda na, na yeye ataenda, ataenda na yeye jamani e, Mama Samia nakulilia, nakulilia Mama Samia wa watu, muwatafute, muwatafute, muwatafute waje wasema alichowakosea. Harikosa nini? Harikosa nini jamani? Harikosa nini? Ange umwa tukapeleka hospitali, tukauguza, tukajua ugonjwa umeshindikana, amekufa. eh, amemuua tu eh, nakangapi anaka anapiga simu, anasalimia eh, mpo mama eh, mimi niko Arusha <laughs>